Voila, amjambo wa Kongomani wa ndani wa nchi ya Congo, kongole de pere de mere de wazalendo waza sho Marko Robio alikuwa na Mama Teresa kaikwamba jana, wanazungumuzia juu ya bakriminel basase ya congo ifobote bote bakwe arete alikuwa nazungumuza naye zaidi zaidi sana waliongea kuhusu mauaji ilikuwa Kongo na yenye iko Kongo inasikitisha zaidi sana zaidi sana e juzi ava presida wetu wa nchi kama vile anaitwa Fachi Beto aende fete aniversele yake na kunugire mabitu mingi zaidi sana Katanga ni banajenga mwinchi ya Kongo. Aliitisha Vital Kamere, akaambia Vital Kamere, kama una aja ya kuendelea na mimi, kuwa na musimamo. Na kama hauna haja ya kuendelea na mimi kwa sasa hivi, jitoe pembeni yangu. Ila Vital Kamerhe anatarajiwa kupatiliwa mosio. Anatarajiwa kupatiliwa mosio na wadepute wa Congo. Amerika ilishutumu watu karibu ya 36 persone, banambia fachi ustumike tena na bale batu. Nimero eni Vital Kamere, nimero eni Vital Kamere na prezida wa Sena, bale kabisa banashutumiwa na Amerika. Yaani, tatizo iko juu ya tatizo hiyo ni Kinshasa hapo hapo. General Kabido wakati alikamatiwa huku huku huku huku ngambo ya Beni, banamukamatia Butembo, balimupandisha mpaka Kinshasa. Kinshasa ilimchukua jana kumtoa Kisangani na hivi atasambishwa alikia jikuta anajiunga na maadui wa mduze, maadui wa mduze walikia jikuta abana naye Valere kwa sababu alibadanganyaka iko ni efektifu ya bamaimai sawa vile wanaitwa wazalendo. Wakati alijiunga wazalendo walimunawa wakamkimbia, akakia jikuta kumikono ya adui. Anakuwa yeye mwenyewe adui, katoa konfianse kwake, na hivyo ndivyo alienda kuishi huko huko upori anadanganya kama anapiga adui. Adui si ndio anaitwa muzalendo? huko huko kabisa, alipana mingini mingi, kama vile naita materitware, lakini adui akufurahi. Sa aliona anakuwa ko uchunguzo zaidi, akaenda ikala Butembo. Butembo alikuwa anatembea tu busiku, akutembea mchana bakatia batu yetu tunaitwa eh, batu ya renseignement kumutafutisha kupitia wazalendo eh, na FRDC na njo balimukamataka, na hivi ko mikono ya chef de leta Kinshasa. Kwa sasa hivi tunaikala kungambo ya Congo Amerika. Inasikitisha sana sana sana Kagame

walituma huyo mwanamke ashuke Goma e, ndio maana walimtuma ashuke Goma kuwaelekeza kwa haraka. Bana wambia nyinyi, kama mutoke mutapata tatizo, na hiyo tatizo kusikue mwenye atalaumu, wakati huyo mama amesema hivyo nanga walimuuliza kwa nini tutatoka kuinchi yetu na tunakuwa sisi wote Wakongomani, tuende wapi? Aliambia nanga mbele, ukuwe hapa Goma kwa hii este, ulikuwa naishi wapi? Nanga alimwambia mimi nilikimbizwa Kinchasa, nilikuwa naishi Kenya. Asante, rudia Kenya bertebi simwa Uh, bale bote seriza zabo bote banabauliza, na nyiye mulikuwa munaishi wapi? Tulikuwa tunaishi Rwanda, murudi Rwanda. Na hivyo ndivyo wanalia kabisa, wanajiuliza wafanye nini. Nanga anabakia naye najiuliza aende wapi, na hivi nanga aiko Goma nanga naye iko napiganisha bamulombe, huruma muinchi yatenda ikala ndani, lakini batu banasema kama vile wanatoka Kongo, wanasema haiwezekane tena wale watu wabakie Mukongo. Sasa inahitajika wafanyiwe mashtaka, wafungiwe zaidi ndio wanasema wote wataishia mukamba, wote watafungiwa. Na ndio ile libeba mama Teresa, kaikwamba jana kwa make Rubio, kuzungumuzia juu ya wale wote waliua watu waliiba mali ya inchi wafungiwe. Haijatosha zaidi, tunaingia huko huko goma Goma mingine nyingi zaidi walishatoka waasi, na hizo zinachukuliwa na wazalendo pamoja na FRDC na wanaendelea kuchapa adui zaidi. Hata huko huko Beni kukuja na shuka, wanafatilia zaidi adui kumufyagia kwenda na mfukuza zaidi, ila wa Amerika wanashuka kabisa, wanashuka Kongo mingi wanasema kama wanakuwa Walikale, wengine wanakuwa Kisangani. Na hizi siku ngapi, wa Amerika ndio watafyagia buchafu pamoja na wazalendo. Kwa sasa hivi wazalendo nao wanasema sisi hatuitiki, wanajaa kando kando ya Bukavu wanajaa kando kando ya Bukavu, komine ya kadutu na ya Ibanda, wanazungulushwa wazalendo kwa kutaka kuingia kufyagia buchafu, ila wanaruhusiwa bafanye kazi iwezekanavyo kulingana na sheria ya inchi. Na hivi ndivyo wangaliki nasikitishwa kwa sababu ya wanafunzi kuexamine data na wanakuta wanafunzi watakufanya ingi sana na wanasikitishwa kuona adui atamwangikia kuwa raia, kama vile wageni wafanyia masakre. Ndio wangaliki na jifunza kwa ajili ya kuingia kugomboa hizi vile ya Bukavu na ya Goma, ila hakuna siku mbili siku tatu na igombolewe, tunaingia huko huko Amerika Amerika walifukuza bakatumbi bote juzi, balitafuta kubarete bakakimbia kwa kuenda tetea kabila, na ndio kwa maana kabila mwenyewe alikimbiaka. Kwa sasa hivi wanasikitishwa zaidi, walibakuta biko na mapaseporo bote za Rwanda, bote paseporo za Rwanda Prezida Amerika alisema, baba arete saba, alisikia banatuma ile ujumbe, balikimbia bote, kukimbia kabisa zaidi. Na hivyo ndivyo watu wa Senko nao wanafatiwa zaidi, kufatiwa zaidi, wale wa mapadiri ndio maadui wakubwa wa Kongo. mapadiri ndio waadui wakubwa wa Kongo. Na wengi zaidi nao wataingia kwenye justice kwa kusamba mauaji na mgomo wanaleta ndani ya nchi ya Kongo, na kwa kutafuta piga rais coup d'etat, wapadiri ndio walionekana biko ndani, pamoja na Vital Kamerhe balikuwa ndani kabisa, walikuwa napenda baue fachi beto e, baingie ku transition, bafanye election ya M+4. M+4 mulikuwa Vital Kamerhe, mulikuwa kaga, kabila mulikuwa Katumbi mulikuwa Fayulu mulikuwa Nananga lakini, wanakuta gisi Mungu anakuwaka Mungu ni wabakongomani. Wanajua kama fachi ni mkongomani wa kuleta inchi isonge mbele. Mungu anaendelea kukinga fachi beto kwa ajili ya Wakongomani, na ndio diplomasia yake inatufikisha kwa sasa, ila mahali popote kwenye nchi ya Bukavu Wakongomani kama vile wanaume wanawake, wanalia zaidi, wanasema wanakuwa tayari kukamata mipanga na shoka wajigomboe kama wanye Rwanda awaheshimu akoro ya Amerika. Mahali popote kabisa, wanasema wiko tayari kupigana, wanawake kama vile wanaume, ila kwa sasa hivi Jenerali ya Kotumba anaendelea na kupanga vikosi vyake mahali popote nchi ya Bukavu kama vile Goma, wazingire adui wamufyagie kwa haraka iwezekanavyo, na hakuna siku mbili wala tatu na msikie cha mtemakuni kuanzia kesho lendi. Kesho lendi, matatizo itakuwa zaidi tena zaidi Leseze ndio wanawapatia wale watu kutoka kabisa, watoke wasisikilikane, mukongo wasisikilikane, mukongo maadui wananga, wasisikilikane mukongo. Wangali najionyesha kama biko na nguvu, wanaenda pigana Kabare, lakini walipigwa zaidi zaidi tena sana na wazalendo. Wazasho waliwafiagia adui zaidi zaidi Kabare na kwa sasa hivi wanajuta, nani aliwatuma huko. Hata Nyangezi walifyagiliwa ako juzi kabisa, walipigwa zaidi. Ngome nyingi wazalendo wanazikamata, na Kaziba kwa sasa inakuwa mikono ya wazalendo, Kaziba iko mumikono ya wazalendo. Kamanyola nako wiko najiuliza, wapitie wapi? Kwa sababu wanapigwa zaidi zaidi iwezekanavyo na kwa sasa hivi nafikiri, kesho itakuwa cha mtemakuni kama vile Lendi. Watajuta nani mwenye alibambia babakie pale, na aliyekuwa mwerevu alivuka Rwanda jana. Asiyekuwa mwerevu anatembea na rufu yake mkononi na mfukoni, atakuwa mboleo ya Congo. Na hivyo ndivyo tunachunga kabisa, tusikie nini itaendeka kwa sikukuu ya kesho Lendi. Kesho Lendi kunakuwa maafa mingi sana vijana, kama vile wajene mutoke ndani ya vile mjogee mbali, kwa sababu adui anavizia kuua vijana zaidi, watawachukua kama vile wazalendo. Itakuwa masakre mingi mjini Bukavu na Goma, kwa sababu hawaitike kama wanaweza kuongozwa vile Amerika inataka, hawaitike wanaweza kuongoza vile wakongomani wanahitaji. Lakini na sisi vilevile tunawapangia kuwamalizisha, tusisikiake tena sauti ya mtu katika maisha ya Wakongomani. Ndiyo hivyo tunasema kupitia Kinshasa. Kinshasa awajatia guvernema ya mupya kwa sababu Amerika ilipana liste ya batu batatumika mguvernema benye biko sincere kutumika na presida Fatshi Beto abari manye gouvernement yenye iko ndio watatosha, amo baki na kamere watatoka kabisa ba, mi, ba, ministre mingi watafukuzwa, ministre mingi watafukuzwa. Jean-Pierre Bemba alipatia ministre wa justice Constant Mutamba alimupatia asezire kabisa maporo makumi ine na

na hivi na familia ya kabila yote balisema italomba ingie kujustice pamoja na Kabila. Kabila na familia yake yote wataingia kujustice ya Congo, hata na uzao wake pamoja, kwa mauaji na kupora mali kuipatia Sanginer Kagame. Na hivi Kagame anashurutishwa kwa haraka iwezekanavyo aende Amerika kwa leo akuwe iko Amerika baende bazungumuzie kwa ajili ya amani ya Congo basi acor. Lakini tena Amerika inasema mbele ya yote adui mwenyiko mukongo akutanwe na toka kwa haraka iwezekanavyo, ili France inalia zaidi, wanakuta bakubatia bapartisipe mu amani ya Congo pamoja na Katare balibaefase tena, balikatala basingie, bale ni basaliti ya nchi ya Congo. Fachi anakuwa na nguvu zaidi tena zaidi sana, anaonekana kama vile mfalme wa wafalme. Amerika na risi nayo inamuingia nyuma, inasema tuko nyuma yako, risi nayo iko nyuma ya Fachi. Betoba anamwambia kuona gisi kabisa, uliheshimia diplomasia kwako na hivi sasa unakuwa kiongozi mkubwa, tuko nyuma yako tuko nyuma yako, bote banasema tuko nyuma yako kwa kuleta amani Mukongo. Ndio hivyo kabisa, tunafurahi zaidi, ila tunakaribisha wandugu yetu wazalendo wenye wiko karibu kando kando ya vile ya Bukavu. Tunawapigia aksante na kuwakaribisha mahali popote mulipo, mukuje kwa haraka haraka iwezekanavyo, umuji wenyu wa Bukavu, kama vile Goma tunawakaribisha kwa haraka na hivyo ndivyo kabisa. Huyo mama Bint Keita, huyo mwana mama mwanamke alitoka na hasira yake, kwa sababu na alishurutishwa kuenda Goma, alishurutishwa kwenda Goma. Marke Rubio ndio alimuitishaka akamwambia, weye ulikuwa complice ya vita kuweste ya Congo na hivi tunakutuma kwa haraka, wewe ndio malize ile vita iishe kwa haraka, wambie batu yenyu batoke gisi atuyaagir na ndio vile alifika goma naye na asira na kashurutisha nanga pamoja na watu wake. Mliona gisi biko banaangaliana kusura ile ilikuwa maobligation balibapatia kwa kutoka kwa haraka iwezekanavyo. Na kwa sasa wanasikia haya watafanya nini? wataenda wapi? Ila wanashurutishwa kila mtu arudie kwenye alikuwa. Nanga alikuwa Kenya, arudie Kenya. Aberte bisima babi ya Mungu. Bale bengine bote balisema balikuwa Rwanda, barudie Rwanda. Pana Congo warudie Rwanda, ndiyo hivyo kabisa. Tunasubiria kuchunga gisi fachi atafanya akoro na Kagame, kisha Kagame ataingia ku Kagame justice inakuchunga kuchunga Messie Sanguinair. Kagame justice inakuchunga na mtu mwenye anafahamu vile ni Ministre Interieur wako kwanza, yeye anasema aiko mtu wa Rwanda, ni mtu wa Belgique na iko tayari kwenda ishi yake Belgique. Anaona bitu ya Rwanda binamutia desi na vitamuletea probleme, ndio vile Ministre Interieur wa Rwanda alisema. Ministre Interieur wa Rwanda alisema, mimi ni mtu nilitoka Belgique, niliishi Belgique, na hivi natarajia kurudi Belgique kwa sababu naona mambo ya Congo na Rwanda itaniletea matatizo. Sitaki nikose familia yangu, wala kesho nishindo kwenye ndatembelea, wala kwenye mtoto nilizala ataweza kuishi Banasema, kila mwenye Rwanda yeyote arudie Rwanda, na muhutu kama vile wanawaita nderaamwe hamwe bote biko na ingia Rwanda, wanafanya nabo dialogue na watafanya maelection. Kagame anachokwa na wazungu, manda yake ile 30 alishafanya inaisha, mzungu anakuaka kupatia miaka kabisa. Naona alishatosheka na weye anapasha kuefase

utaona Amerika inasirika namna gani. Na risi hivyo hivyo kabisa, wote wanakuwa pamoja kwa kulindia fachi usalama na kwa kujenga nchi ya Kongo na kwa kufyagia adui ndani ya nchi ya Kongo. Wakongomani wa ndani, wazalendo wa ndani, ndio furaha tunakuwa nayo kwa kutarajia kuchunga wandugu wetu wazalendo kuingia kwa mji wa Goma, mji wa Bukavu kwa kukuja kufyagia buchafu ya adui, buchafu ya adui. Wale walipigana kabisa huko Katana, walipigiwa juzi kabisa iwezekanavyo, walipigiwa Kabare jana iwezekanavyo, walipigiwa Kaziba juzi iwezekanavyo, walipigwa Nyangezi iwezekanavyo, na hivi kabisa, ile mafasi yote wazalendo wanakuwa nazo na wanaenda nazizunguluka na uko huko kabisa Uvira wana renforce armema ya Congo na minisio nyipya kabisa, minisio mipya ya kukuja kupiga adui kama asikie kwa kuondoka yeye mwenyewe kwa leo. Dimanche leo dimanche, na kesho le 16 ndio banafatiwa kabisa ifike le 20 hakuna tena buchafu iko hapa mwenye alilomba le 20

ila Kagame alikuwa anapenda baranforse bapigane zaidi, lakini hakuna nguvu ye mwenyewe. Kwanza anaumizwa kichwa yake, inakuwa inachanganyikiwa, iko napatiliwa matibabu, lakini atatoka Europe, anaenda Amerika. Biko banaseme iko na tafuta gisi atatoroka, bana mchunga zaidi, bangalia atatoroka namna gani. France alimwambia ajifunze gisi atatoroka Kagame asiende mwa ile renyo, akienda mwa ile renyo batamwarete, njo France iliambia Kagame.